Nisaidie Bwana, kama kuna cha kwangu kisichofaa, unachokiona, kitakachozuia maono yangu kutimia ndani ya hii miaka ya mitano, nichomolee Bwana, kichomoe, kichomoe, kichomoe Bwana, kichomoe Bwana. Naomba rehema zako kwa jina la Yesu. Neno lako linasema kwa rehema zako hatuangamii, kwa rehema zako hatuangamii. Maono yangu hayataangamia kwa rehema zako, idea niliyonayo nayo haitaangamia kwa rehema zako mahusiano niliyo nayo hayataangamia kwa rehema zako. Kitanda chochote nilichookota laana cho e, e Bwana, hey, mercy I plead mercy, mercy. Kitanda chochote kilichonipunguzia spidi ya maono yangu kukua, yan kitanda chochote kilichonipunguzia utajiri wangu. Utajiri wangu kasi yangu kasi ya. I plead your mercy I plead Nimeisikia neno lako sasa, nimegeuka nimetubu na kugeuka. Umesema hapo kwanza Mungu alikuwa kama hayaoni, lakini sasa amegeuka, anaagiza watu wote watubu. E Bwana, umesema tubuni mkarejee, sikaje nyakati za kuburudishwa za kuwepo kwake Bwana. E Bwana, nimetubu na kurejea kwenye maono position. Kama Abakuki, nitasimama sasa Lita, si kwenye zamu yangu ili nione leo ulionitia nime nimerejea nime kwenye kile ulichoniitia roho yangu na kuita, na kuita rejea la. kwenye alichokuitia Bwana, rejea kwenye maono alichokuitia Bwana kwenye maono aliyokuitia Bwana, rejea kwenye maono aliyokuitia Bwana. confidence unayohitaji pokea moyo wangu ujasiri unayohitajika wa kutimiza maono haya. Moyo wangu pokea akili unayohitaji kutimiza maono haya. Moyo wangu pokea, moyo wangu pokea, moyo wangu pokea watu nao wahitaji ili kutimiza maono haya. Moyo wangu pokea kila fursa unayohitaji ili maono haya yatimie. Moyo wangu pokea na tabiri kwanzia sasa Frui, alipotubu malaika akaja akampa habari ya maono yake. Nani ye Bwana kwa habari haya maono, napokea malaika wake, malaika wa kunisaidia kutimiza haya maono, malaika wa maono, malaika haya haya nampokea saa hii, malaika wa maono haya nampokea kwa jina la Yesu.